Na mtazamaji, tuende kwenye taarifa za siasa ambako umoja wa makabila ndio ujumbe ambao uliotawala kwenye kampeni za uchaguzi mapema hii leo. Naibu waziri mkuu Musalia Mudavadi na waziri wa michezo Ababu Namwamba wametoa wito kwa jamii ya Waluhya kuungana pamoja na kukubali kufanya kazi na makabila mengine. Haya na mengine mengi basi ni kwenye mkusanyiko wa taarifa za siasa. Umoja wa jamii wa luhya ndio ulikuwa ujumbe mkuu wa naibu waziri mkuu Musalia Mudavadi alipokuwa akihitimisha ziara yake ya eneo la magharibi na kuwa rai wagombezi wa, wa urais mkoani humo kuungana na kisha kumchagua mpeperusha bendera mmoja atakayewawakilisha kinyang'anyironi. Sehemu hii tunataka tuwe na candidate mmoja peke yake ambaye atagombea kiti cha urais. Kauli ya umoja wa jamii pia ilitawala kampeni za chama cha ODM eneo la South Rift, ambako waziri wa michezo Ababu Namwamba alitumia msafara wa ODM reloaded kurai wenyeji wa magharibi kuungana na jamii nyingine na kisha kumchagua kiongozi mmoja. Na ninajua sisi kama Waluya, ingawa sisi ndilo kabila la pili kwa wingi hapa Kenya, peke yetu Waluya hatuwezi kumchagua mtu yeyote kuwa president. Ninajua hivyo. Ninajua wa Kikuyu hawawezi kuchagua mtu akawa president peke yao. Ninajua nyinyi wa Kalenjin, hata mukipiga kura yenu yote kwa mtu mmoja, hamuwezi kuchagua mtu akawa president bila kuungana na wengine. Makamu rais Kalonzo Musyoka na amejipigia debe kwa kusema yuko na tajriba ya kutosha kuunganisha Wakenya. Amewarai wapiga kura kumpa nafasi kuongoza taifa, akidai anaelewa matatizo yanayokabili taifa na kuwa na uwezo wa kuyatatua. Mimi serikali inayokuja itakuwa kwanza kabisa kukaa na wazee wa dunia nzima hii ya wale ambao ni wafugaji, kwanza tuweke mkataba hadharani, hata kama tutaenda juu ya mlima huu wa Wamba tuseme hakuna tena kuibiana ng'ombe zetu. Wakati hayo akaarifiwa, viongozi kutoka mkoa wa bonde la ufa hilo walimwidhinisha waziri mkuu Raila Odinga kuwampeperusha bendera wao na kumrai kuendeleza mazungumzo na mbunge wa Eldoret Kaskazini William Ruto ilikuwa kitu kimoja. Raila naye aliomba msamaha jamii ya Wakalenjin, akisema hakuhusika na vyovyote vile katika kesi iliyoko ICC. Amesema yuko radhi kufanya kazi na William Ruto. Zubeda Kome, KTN Leo.